Katika mwendelezo wa masomo yetu ya Super Gro pamoja na kilimo eh, leo ningependa kuelezea topiki ya muhimu sana, topiki ambayo inazungumzia jinsi mbolea za kisasa zinavyoharibu udongo na jinsi Super Gro inavyokuja kumkomboa mkulima. Kwa hiyo hii itakuwa ni topiki yetu ya leo, jinsi mbolea za kisasa zinavyoharibu udongo na jinsi Super Gro inavyokuja kukomboa mkulima. Leo tutazungumzia kwanini udongo wa leo unachoka haraka, mavuno yanashuka na kwanini hata mkulima anaongeza mbolea kila mwaka, lakini bado matokeo ni madogo sana. Lakini kisha tutaelezea kwanini Super Gro ni mbolea ya asili inayowezesha uhai wa udongo na kuongeza mavuno hadi asilimia mia moja na sitini na saba. Sasa kuwa makini na hii topic yetu ya leo huwe ukapata mkombozi mzuri na kuweza kulima kilimo ambacho kina gharama ndogo lakini na matokeo makubwa. Lakini bila kusahau, usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uendelee wanilele kupata mwendelezo wa video zetu na usije usiukapita mbalimbali mbali, ambazo tunaendelea kuzitoa hususan kwenye kilimo, lakini kwa kutumia mbolea ya asili ambayo inaitwa Super Gro. Sehemu ya kwanza: jinsi mbolea za kisasa zinavyoharibu rutuba ya udongo. Moja, mbolea za hizi mbolea za artificial zinaua vijidudu muhimu udongoni. Yani zina, kuna bakteria ambao kwenye udongo wanahitajika kuwepo, kwa hizi mbolea zingine, kwa sababu ya kemikali zilizonazo, zinaua wale bakteria wazuri katika udongo, lakini super gro inavihuisha, si kuharibu tena. Mbolea za viwandani zina kemikali kali zinazoua vijidudu inayosaidia hawa bakteria ambao tunasema kwenye udongo ambao tunasema ni bakteria wazuri walipo kwenye udongo, huaga wanafanya kazi zifuatazo: moja, huaga wanafungua udongo, lakini pia huaga wanasaidia mizizi kufyonza virutubisho, lakini pia hutengeneza hewa na uhai kwenye udongo. Ukizuiwa uki, uki vidudu, udongo unakuwa ni mgumu, haina uhai, na hiyo inashusha mavuno. Super Gro yenyewe inakuwa inawatofauti gani? Super Gro huilinda na kuimarisha vijidudu hawa inawawezesha maji kupenya kwa upole bila kuharibu mazingira yao. Udongo unakuwa hai zaidi, sio kufa. Kwa hiyo Super Gro yenyewe tunasema wale wadudu yenyewe haina kemikali ya kuharibu. Super Gro unavyoenda kuchuma kwenye shamba lako haina kemikali ambayo tunasema inaua wale bakteria. Zaidi ni kwamba inafanya udongo uweze kupenya maji kwa urahisi, lakini pia haiwezi kuharibu mazingira yao. Pointi ya pili ni kwamba mbolea za hizi mbolea zenye kemikali zinahakisha udongo unakuwa ni mgumu. Hizi mbolea tunazotumia kwa muda mrefu ati, ni, ni artificial fertilizer, zinafanya udongo unakuwa ni mgumu, lakini Super Gro yenyewe hufanya udongo kuwa laini na rahisi kupenya kwa maji. Hizi mbolea za kawaida husababisha kitu kinaitwa soil compaction. udongo unakuwa ni mzito, mgumu na usio na hewa. Matokeo yake ni nini? Mizizi haipenyi vizuri, mimea inakuwa dhaifu, maji hayaingii ndani, kwa maana iko, hata kama mvua itanyesha kidogo, maji mengi yanakuwa na, yanabaki yanapotelea tu kwenye tabaka la juu la udongo, sababu ardhi zinakuwa ni ngumu, hivyo maji hayawezi kwenda ndani zaidi, lakini pia mizizi ya mimea haina nguvu ya kupenya vizuri kwenda kwenda chini. Lakini Super Gro inafanya nini kwenye changamoto kama hii? Super Gro husambaza maji vizuri ardhini kwa hiyo hufungua udongo na kuwezesha mizizi kupata oksijeni na unyevu wa kutosha. Unavyoenda kuitumia Super Gro kwenye shamba lako moja, ina uwezo wa waku, kufanya maji kupenya kwenda ndani zaidi na kufungua udongo, lakini pia husaidia mizizi kupata oksijeni na unyevu wa kutosha. Ama kita tunasema Super Gro inasaidia mimea kufanya absorption ya maji, mbolea hata na hewa vizuri zaidi kwa sababu yenyewe haifanyi ardhi kuwa ngumu. Lakini pointi ya tatu, hizi mbolea zingine za ambazo tunazitumia kwa muda mrefu leo hii zinavuruga usawaziko wa virutubisho, lakini Super Gro yenyewe huongeza uwezo wa mizizi kufyonza virutubisho vyote. Hizi mbolea za, mbolea za, za, za viwandani hupa mimea virutubisho vya haraka sana. Tunazozungumzia artificial fertilizer ni mbolea ambazo zinakuja zina madini moja kwa moja, kwa hiyo unapoenda kuziweka kwenye udongo zinaupa mmea virutubisho moja kwa moja kwa haraka zaidi, lakini zinafanya nini? Hizi mbolea hazirekebishi udongo, lakini pia hazisaidii mizizi na wala hazisaidii unyevu kupenya kwa pamoja. Kama zina virutubisho vya haraka, ila hazirekebishi udongo wala, hazirutubishi udongo ama hazirutubishi udongo, lakini pia hazisaidii mizizi kupenya zaidi, lakini pia hazisaidii unyevu kupenya chini zaidi. Super Gro haitoi virutubisho ambavyo venye kiwango cha juu ila ina uwezo, inaongeza uwezo wa mizizi kuvichukua kutoka kwenye udongo uliopo. Tunasema kwamba kwenye ecosystem ya, ya, ya mbolea, tunasema majani yote yanayoota yana mfumo wa mbolea kwa, ina mfumo wa kuzunguka kwenye ardhi kwa maana ma, mizizi mimea, majani yakioza, kuna namna ambayo ile mbolea inarudi kwenye udongo. Kwa hiyo kulikuwa na ecosystem tayari ambayo inafanya rutuba iendelee kuwepo, lakini kwa sababu tunakuja kutumia mbolea za artificial, zinafanya mmea zinafanya kuzitumia zile, zile tu za haraka, na mmea unashindwa kuanza kufyonza zile za asili kutoka pale chini. Unavyoenda kutumia Super Gro, ina madini lakini pia inaenda kusaidia mmea kuweza kufyonza yale madini mengine ambayo yapo chini ya udongo. Hata hivyo mbolea kidogo inafanya kazi kubwa, tunasema uwezo zaidi. Maana tunasema uwezo walionao Super Gro inaenda kuongeza zaidi ufanyakazi wa mbolea zingine. Nne zinapandisha asidi ya udongo, hizi mbolea za, za tifisho zinapandisha asidi ya udongo, lakini Super Gro yenyewe haingizi asidi yote kwenye udongo. Mbolea zote unazozijua wewe zina kiwango cha asidi ambazo ukizitumia kwa muda mrefu kwenye kwenye shamba lako Udongo wako unakuwa unakuwa una asidi nyingi sana. Ndio, watu point ya kwanza tunazungumzia, baadhi ya bakteria wanakuwa wanapotea kwenye, kwenye mashamba kwa sababu ya asidi kuwepo nyingi na kushindwa kupata hewa za kutosha. Kwa ardhi ikiwa na asidi nyingi nini hutokea? Haifanyi kazi vizuri kwa sababu tayari asidi ilikuwa ni ardhi imeshakuwa na asidi. Lakini mbili, unakosa virutubisho muhimu, lakini tatu, mavuno yanapungua kila mwaka. Ndio maana leo ukifanya research kubwa hata kama mkulima anatumia mbolea za hizi za artificial kwa kwa muda mrefu sana, lakini bado shamba lake mazao anayoyapata hayaendani na nguvu ambayo anaitumia shambani. Lakini pia just imagine, hata kama mkulima akisema mwaka huu siwezi nikatumia, sina hela za kutumia mbolea, lile shamba linakuwa halijarutubishwa hata kidogo, zaidi ya kuharibika. Kwa hiyo mkulima mwaka huu hatavuna hata kidogo sababu, tayari mbo, mimea ama ardhi zimeshaharibika. Kwao mimea imekuwa ni tegemezi wa, wa mbolea za artificial. Lakini Super Gro yenyewe ina sifa vipi? Kwanza ni mbolea ambayo ni asilia, haina kemikali ya aina yoyote. Kwa hiyo Super Gro unavyoenda kutumia yenyewe, haina asidi ambayo ingeweza kubaki kwenye ardhi hii tuasema, ni salama kwa udongo na mazingira. Kwa hiyo unavyoenda kutumia Super Gro kwenye shamba lako haiathiri shamba kwa kiwango chochote kile, zaidi tu yafanyaje ya kurutubisha. Ya point ya tano, zinaharibu muundo wa udongo hizi mbolea za artificial, hizi mbolea za artificial, Super Gro artificial. Zinaharibu muundo wa udongo, zinaharibu muundo wa udongo. Super Gro hujenga muundo mzuri wa udongo. Mbolea za, za artificial zinavunja texture ya udongo, zinapunguza uwezo wa kushikilia maji hizi mbolea zingine zinazotumika zina zina zinavunja zina uwezo wa kushikilia maji na kuta kwa changamoto za mvua. Leo hii hizi mbolea ambazo tumezitumia kwa muda mrefu, endapo mvua inakuwa ni ndogo, basi lile shamba mkulima anaathirika kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko mkulima ambayo hajatumia hizi mbolea kwa muda mrefu. Kwa hiyo Super Gro yenyewe huunganisha maji na udongo, udongo unashika unyevu vizuri, mizizi inapata maji ya kutosha wakati wa ukame. Ndio maana pia tunashauri mkulima endapo atatokea changamoto ya, ya, ya mvua basi tunakushauri kila baada ya wiki hakikisha unapiga Super Gro mara moja kwa sababu ina nguvu sana ya, ya kutunza unyevu usipotee kwa njia ya mvuke. Lakini point ya sita ni kwamba hizi mbolea za artificial ambazo leo tumezitumia kwa muda mrefu hazilindi mimea dhidi ya ukame na mafuriko. Hizi mbolea ambazo tunazitumia kwa muda mrefu Mbolea, lakini hazilindi mimea dhidi ya ukame na mafuriko. Inavyokuja changamoto ya ukame mkulima anaathirika, inavyokuja changamoto ya mafuriko pia mkulima anaathirika. Lakini Super Gro kupunguza msongo wa maji kwa asilimia mia moja. Mmea ukikosa maji unakauka kama tunavyojua, lakini mmea pia ukapata maji mengi unanyauka ama unaoza. Lakini Super Gro yenyewe inafanya nini? Moja, kupunguza evaporation. Endapo kama utakapotokea ukame labda tunategemea kilimo cha umwagiliaji au kilimo cha, cha, cha masika lakini mvua ikawa ni ndogo. Kwa super gro inasaidia kupunguza evaporation. Evaporation, ile ardhi inakemuka, ule mvuko unavyokuwa unapanda juu basi unapanda na unyevu. Kwa hiyo unapoenda kutumia super gro yako inatuliza, inapunguza evaporation. Lakini pia tunasema hupunguza stress ya maji. Stress ya maji, lakini pia husaidia maji kusambaa sawasawa kwenye nini? Kwenye shina. Endapo maji tunasema mvua ikizidi maji yakiwa ya yamezidi sana kwenye udongo, kuna ule hali ya mmea mizizi inashikana na, na, na udongo. Unavyoenda kutumia Super Gro, inafanya maji ya, maji ya kusambaa kwenye shina. Kwa, kwa hiyo mmea unakuwa unapumua vizuri, kwa hiyo mmea inavumilia ukame na hata mvua nyingi. Na watu wanasema Super Gro ni mkombozi wa wakulima kwa sababu kwenye hali yote ile ya mvua Super Gro basi inaweza ikapambana na, na, na, na, na hali. Lakini pointi ya saba zinaharibu mazingira. Hizi mbolea zingine tunazitumia, lakini zinaharibu mazingira. Super Gro yenyewe ni rafiki wa mazingira na vyanzo vya maji. Mbolea za kisasa huteremka kwenye mito na visima, zinazuru afya na mazingira. Leo hii pamekuwa na magonjwa mengi sana ambayo chanzo kikubwa ni, ni, ni kemikali. Kwa hiyo mbolea hizi kwa sababu zinakuwa zina kemikali hivyo zinaanza zinaharibu mazingira, kwa sababu kama maji yanatiririka, unakuta zinabebwa zinapelekwa kwenye vyanzo vya maji lakini Super Gro ni, ni organic based haitoi sumu wala madhara. Ni salama kwa mimea, ni salama kwa udongo, ni salama kwa maji, lakini pia ni salama kwa mkulima. Sasa leo hii kwa nini Super Gro? ni mbolea ambayo imeweza kuwa maarufu sana duniani, ni mbolea ambayo inatumika kwa kiwango kikubwa sana. Point ya kwanza Super Gro ina uwezo wa kuongeza mavuno hadi kwa asilimia 167 bila kuongeza mbolea nyingi kwa hiyo mkulima ataitumia, inaongeza mazao kwa kiwango cha asilimia mia moja na sitini na saba. Lakini pili, kila tone la super gro linafanya kazi kubwa, kwa hiyo super gro inaokoa sana gharama. Lakini tatu, inaongeza ufanisi wa mbolea za asili na ya viwandani, inawezesha maji kupenya vizuri, inafanya mimea kuwa na afya hata wakati wa changamoto za hali ya hewa. Kama tulivyosema, ni mbolea rafiki kwa udongo na mazingira. Supergrove si mbadala wa mbolea, inafanya mbolea unalionayo kufanya kazi mara mbili zaidi. ni ya kwa mkulima anapouliza, kwa ni chague ibra yake ni rahisi tu, kwa sababu ienda udongo wako, inaongeza mavuno yako, inapunguza gharama zako, lakini pia ni salama kwa afya yako na afya ya mazingira. Maana hata kampuni yetu inavyozalisha h imelenga hata pia moja kwa moja isiwezi ku kuharibu afya ya utumiaji wa hiyo mbolea. Na ndio maana leo tunajivunia kwa hapa Tanzania hii mbolea yetu ya Super Gro ina zaidi ya miaka 25. Ipo miaka mingi kwa sababu inalinda ubora wake, inalinda uaminifu wake na hatujui kupata malalamiko kwamba mkulima ameitumia Super Gro original basi hajapata matokeo. Kwa hiyo, cha kukushauri fanya maamuzi leo ama kuitumia Super Gro kwenye shamba lako ili uweze kulima kilimo chenye faida. Tusema mafanikio Super Gro ni siri ya mkulima mwenye mafanikio. Karibu na nashukuru sana, lakini pia unaweza ukanitafuta kwenye namba zifuatazo sifuri, um, saba sitini na tisa themani na sita hamsini sabini na nne. Unaweza kanipigia moja kwa moja au unaweza ukanitumia ujumbe WhatsApp, ili kuweza kupata mwongozo zaidi. Karibu.